Kwa ujumla mkoa wetu wa Tanga uko shwari, hali ya kiusalama iko vizuri, watu wanaendelea na shughuli zao za kujitafutia maendeleo. Kwa kifupi, e, naweza nikasema mkoa uko shwari, kampeni zinaendelea vizuri, vyama mbalimbali mbali kwa ngazi ya urais, lakini ngazi ya ubunge na udiwani wameendelea kunadi sera zao katika wilaya zetu zote nane, na hali ya kampeni iko vizuri kiusalama. E, kama tunavyotambua siku ya tarehe ishirini na tisa ndio siku wananchi wanakwenda kutimiza haki yao ya, ya kidemokrasia ya kuchagua e, kiongozi ambaye wanamtaka. Ni watake wananchi siku hiyo wajitokeze kwa wingi mapema kwenda katika vituo vya kupigia kura na kuchagua kwa mujibu wa, wa taratibu zilivyowekwa na tume huru ya uchaguzi. Niwahakikishie wananchi wa mkoa wa Tanga kwamba hali ya usalama siku hiyo itakuwa vizuri, lakini vilevile vile tutambue kwamba amani ya nchi yetu ni muhimu sana kama mnavyotambua, waandishi wa habari, sasa hivi ukipita katika maeneo mbalimbali, watu wanaendelea na shughuli zao masokoni eh, ukienda kwa machinga pale, watu wa pikipiki na shughuli nyingine zote, kama mnavyoona zinaendelea vizuri, na hii inatokana kwa sababu ya amani lakini kama kusinge kuwepo na amani ama kukitoweka kwa amani, maanake hizi shughuli zote ambazo mnaziona haziwezi kufanyika. Kwa hiyo ni vizuri tuendelee kuienzi amani, ndio maana sisi kama jeshi la polisi tunasema amani, utulivu na usalama ni jukumu letu sisi sote Watanzania. Kwa hiyo wa Tanzania wote tuendelee kuhakikisha hii amani inakuwepo. Kwa mtu yeyote ambaye anafikiri kwamba anaweza akaharibu amani ya nchi hii, asijidanganye. Jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tumejipanga vizuri, kama alivyoeleza mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama kwamba sisi vyombo tuko vizuri sana kuhakikisha uchaguzi, sasa kipindi cha uchaguzi, lakini siku ya uchaguzi yenyewe na baada ya uchaguzi e, kwamba amani ya nchi itaendelea kutamalaki, kwa sababu tuna wivu mkubwa sana wa amani ya nchi. Kwa hiyo, kama jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama hatutakubali kuona amani ya nchi inatoweka. Kwa hiyo, wahakikishie tu wananchi, siwi wasiogope Watoke waende wakapige kura, wasiadaike na hizi taarifa ambazo wanaziona kwenye mitandao. Hizi taarifa za kwenda kwenye mitandao nafikiri tu ni za kutaka tu amani ya nchi itoweke, ya watu wachache sana, lakini sisi kama jeshi la polisi tumejipanga vizuri sana kuhakikisha yoyote yule ambaye anafikiri anaweza akaharibu amani ya nchi tunamshughulikia kikamilifu kwa mujibu wa sheria, na ni mtake tu mtu yote asijaribu, kwa sababu akijaribu, wa kwa kweli atakachokutana nacho hatarudia ah, tena siku nyingine hatarudia tena siku nyingine. Na hawa ambao wanaendelea kuhamasisha e, watu e, waandamane tunaendelea kuwafuatilia kupitia katika mitandao mbalimbali mbali, katika doria mtandao na baadhi yao tayari tumewafahamu na wengine tunawashikilia e, kwa, kwa kuendelea kujua nia yao ni nini, na mwisho wa siku tuwafikishe katika, katika utaratibu wa kisheria ili sheria iweze kuchukua mkondo wao. Asanteni.